Naitwa Dr. Manuel. Yes, nitamani tuongelee kuhusiana na magonjwa ya moyo ambapo sasa mimi namshukuru Mungu kwamba nimekuwa uh, survivor wa kwenye swala zima la magonjwa ya moyo. Nilikuwa na changamoto ya coronary artery na namshukuru Mungu uh, ilifika stage hata kuiona kesho yangu ilikuwa ni changamoto. Ilifika stage nimevimba mwili mzima, lakini pia ilikuwa inashindwa kupitisha ile Uh, ile ile atel ambayo inaitwa coronary artery imefika sasa, imeblock kwa hiyo haipitishi. Kwa hiyo moyo moyo unaanza kufail na fail kabisa, na ilifika sasa sasa hata miguu imevimba corona. Kwa sababu hiyo, sasa sisi tumekuja na dawa ambazo zinatibu magonjwa mengi ya moyo kwa wakati mmoja, na dawa hizi hazina chemical kabisa na zimetengenezwa kwa mboga mboga na matunda. Wewe mwenye tatizo la cardiomyopathy, wewe mwenye tatizo la valvular heart disease We mwenye tatizo la mitral prolapse say, lakini pia wale wenye changamoto ya umeme wa moyo ambayo sisi tunaita yani, purkinje fiber hazioperate, hazipeleki vizuri. Sasa mwisho wa siku sasa yani, ile sino atrial nodes na nini hazipokei vizuri. Sasa mwisho wa siku inakwenda kusababisha failure ya moyo, hata kama umesababishwa na pressure kubwa zetu tunazozoita hypertensive heart disease na kutibu kutumia dawa ambazo hazina kemikali kabisa, na dawa zimetengenezwa kwa mboga mboga na matunda. Na hivyo Dr Manuel ni kuwekea namba zangu hapo chini kwa ajili ya mawasiliano, in case unahitaji kuwasiliana na mimi, please usisite kunipigia. Karibu ni watakiwa katika